Waumini na jamii kwa jumla. Uh, taarifa zaidi kuhusu mazishi yake tutampa shehe wetu tutajika nafasi baadaye atueleze. Kwa sasa tunamwomba Mwenyezi Mungu amrehemu uh, zake amweke mahala pema pamoja na wema, na poleni sana wafia wafiwa, ndugu jamaa na marafiki na waumini wote na mashabiki wote wa dini ya haki, Mwenyezi Mungu awape nyote ee, sobra. Moja kwa moja ningependa kumkaribisha shehe wetu Tajika, angalau apate fursa ya atueleze mengi kumhusu mwenda zake, na atueleze ee, anazikwa wapi, mazishi saa ngapi na mengi zaidi atawajibika kutueleza. Karibu sana shehe wetu, naam, shukran. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Eh, kwanza tumeanza kukuchelewa manake, mm -hmm. eh, hali na ripoti ni kama vile mlivyosikia mm -hmm. eh, ni pigo sana kubwa kwa wahadhiri mm -hmm. kwa kuondokewa na ndugu yetu ambaye ni Yusuf Wambugu mm -hmm. amekuwa ni kiungo muhimu sana hapa nchini Kenya mm -hmm na katika wahadhiri ambaye mimi personally nimekuwa nimeadmire ni huyo, mm -hmm. eh, Sheikh Yusuf Wambugu kwa sababu nafikiri ndio mhadhiri ule wa pekee ambaye, mm -hmm. alikuwa anazunguka kila nchi ya kona hii, kama leo utatembea, mm -hmm. Kenya kufanya mihadhara no. Kuna watu ambao huwa ukifika katika sehemu unataka kufanya muhadhara kokote Kenya mm -hmm. lazima utaulizwa no. na mashallah, yeye alikuwa ni mmoja mm -hmm. wa wale watu ambao walikuwa wanaulizwa, bimaana alikuwa amejulikana Kenya hii mm -hmm. na ili kujulikana ni kwa sababu alikuwa amekanyaga kila kona no. No. na ni mtu ambaye naweza sema alikuwa amejitolelea kazi hii kwa moyo wake wote mm -hmm. Kwa sababu leo kazi ya dawa ina changamoto sana mm -hmm. na ina uzito nyingi sana mm -hmm. kumwona mtu kwamba kokote anafika, hajali hashtuki, na kufanya kazi hii Kweli. Hutaka moyo mkubwa no. kwa hiyo ni katika wahadhiri ambao walikuwa na moyo mkubwa, moyo wa dawa no. moyo wa kufikisha neno la Mwenyezi Mungu mbele mm -hmm. Sisi wallahi, kwa kuondokewa, kupata mtu ambaye ata replace ile nafasi yake mm -hmm. Nafikiri ni vigumu sana, na nafikiri timu yake ambaye alikuwa anatembea nayo mm -hmm. akiwemo e, Sheikh Said Mwirigi, akiwemo kuna kijana ambaye huwa e, tunamuita kwa jina la utani <laughs> mm -hmm. <laughs> e, Eh, tunamuita Bolo Bolo <laughs> manake anapenda hey, mambo ya utani utani kidogo mm -hmm. pia yuko anatembea nao mm -hmm. kwa hiyo nafikiri watakuwa wameondokewa na eh, kiungo muhimu na alikuwa ndio kiongozi mm -hmm. wa Tauhid Islamic Preachers mm -hmm. of Kenya mm -hmm. kwa hivyo alikuwa na harakati nyingi, na tunajua tunamuona katika YouTube mm -hmm. mbali na kupambana na kuita watu katika Uislamu mm. Vile vile alikuwa na project ambazo kwamba alikuwa anaendeleza. Tunajua kama mwaka jana mwaka juzi mwaka jana mwaka jana Sheikh Yusuf ameanza kutengeza msikiti ndani ya jenga mm -hmm. katika kitongoji duni tunajua, na alhamdulillah alipeleka ile jengo haraka sana, kwa miezi mitatu minne alikuwa shamaliza katika project ambazo alikuwa anafanya na akawa anaendeleza. Hata wale maimamu wa pale walikuwa, mm -hmm. walikuwa ndio katika yeye alikuwa anaosimamia mm -hmm. mwaka jana sio mwaka mm huu -hmm. tunazungumzia mambo ya mwaka jana mm -hmm. na vile kuna madrasa alikuwa anaendeleza, ambayo madrasa hiyo nakumbuka tulianzisha tukiwa tukiwasl e, ilikuwa Mkuru kwa Ruben no. baadaye tukaanzisha kama miaka miwili ama mitatu nyuma alafu baadaye akaja akachukulia aka take over yeye. mm -hmm. akasema ataendeleza, na alhamdulillah alikuwa anaendeleza ma, eh, madrasa hiyo mkuru kwa Ruben akisimamia mwalimu, kapeleka pale desk mm -hmm. kwa muda na kipindi kirefu, na kila Ramadhan vile vile alikuwa anapeleka pale, kila mtu anapata mm -hmm. eh, kiwango kwa sababu ni, ni kitongoji duni mm -hmm. hali ya watu pale ilikuwa ni chini kwa hivyo naye vile vile alikuwa anapeleka pale yale e, e, mm -hmm. inaitwa nini Mse, yaani chakula, chakula iftar la, program chakula. Mm -hmm. Ni program ambayo alikuwa anaendeleza kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni dai ambaye alikuwa na project nzuri mm -hmm. Kwao Nyeri vile vile, ilikuwa ikifika Idi ya kuchinja, alikuwa anachinja ng'ombe hasa wana kijiji mm. Waislamu kwa wasiokuwa Waislamu, aliwajibika kama Islam. Yani, dawa sio tu kusema mpe ule mm. eh, mpe ule mpe ule, yani nachojaribu kueleza mm. na watu, kwa sababu watu wengi hawana ile historia yake vizuri mm. ni kwamba dawa sio tu kuzungumzia watu eh, Mungu Yesu si Mungu mm -hmm. O oh, sijui no mm -hmm. Daawa ni zaidi ya hiyo Kwele. Naam, hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya daawa si kwa kuzungumza Kwele. Lakini kwa zile tabia nzuri na vielekezo vizuri mm -hmm. Tunakumbuka wakati moja kuna bedu ambaye alienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akaomba kwamba ampatie mbuzi mmoja katika wale wanyama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wengi. mm -hmm. Akamwambia, umewapendeza? Ndio ume, unaonaje? wako wazuri ee. no. wachukue wote mm -hmm. yule bedu akuwa muislam no, no. Akachukua katoka akaenda kiwango fulani, lakini akajiuliza katika akili, nani anaweza akakupatia mali yake yote? mm -hmm. Lazima ni mtume wa Mungu. Akarudi nyuma mm -hmm. Akasilimu. Kwa hiyo alizokuwa anafanya Yusuf Wambugu dawa ya aina hii mm -hmm. ni dawa nzuri kweli, ambayo watu wengi huwa wameisahau. no. Watu wengi hufikiria tu dawa ni kuzungumza mm -hmm. lazima mm -hmm. o kuja kachini na mtu jadiliana pana. dawa ni zaidi ya hiyo, na aliyechukua nafasi hiyo vizuri Yusuf Wambugu alichukua nafasi hiyo, ni katika wale madai wa Kenya. mm -hmm. Kwa hiyo kwa kuondokewa amin, kwa kuondokewa na mtu kama huyu kwetu ni pigo, pigo kubwa, na kupata mtu ambaye ana moyo wa kujitolea hivyo kwa kusema kweli ni ngumu sana, subhana. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu wallahi akubali amali zake, ampe amsamehe madhambi zake na makosa zake, na vile vile eh, zile amali ambazo kwamba alikuwa anazifanya azikubali na amlipe jana. Naam. Yusuf Wambugu alikuwa ni mgonjwa uh -huh, kwa muda mrefu uh -huh, na ni ugonjwa wa diabetes kwa ile uh -huh, kwa hivyo ilimsumbua kwa muda mrefu uh -huh, na kuna baadhi ya wa wahadhiri ambao waliweza kumtembelea uh -huh, kama kina Ramadhan Kuria kina uh -huh, Sheikh Salim Daawa uh -huh, na wengineo na pia wakaenda kumtizama. Kwa hivyo aliugua ugonjwa wa sukari kwa kipindi kirefu, mara ikaja ikapona juzijuzi. mm -hmm. Hata akiwa mgonjwa kwa alikuwa hospitali mm -hmm. hizi siku siku za mwisho mm -hmm. ndani ya mwezi wa Ramadhani mm -hmm. akiwa mgonjwa mm -hmm. Sheikh Yusuf alichukua gari lake aina ya Land Rover mm -hmm. na chakula na hakusahau watu wake, akenda kuwa gawio katika hali ngumu, bi maana. mm -hmm. kwamba ile ibada yake alikuwa anaiendeleza, mm -hmm. hata katika hali ile, pia bado alikuwa anafanya majukumu yake ambayo aliona ni jukumu yake. mm -hmm. kwa hiyo alifanya jukumu ile akiwa mgonjwa, baadaye akapata nafuu, alafu, mm -hmm. jana ndio ameondoka. mm -hmm. na mazishi itakuwa leo, itakuwa Nyeri. E, saa saba yaani, adhuhuri hii, nafikiri dakika chache kutokea sasa, ndio atakuwa anazikwa. Naam. Uh, wape subra familia, Amin. Ndugu jamaa na waumini wote ambao kwa kweli aliwajibika kuwalingania. Naam. Na kwa maelezo yako nimegundua kuwa kweli dini si kwa maneno tu bali pia kwa vitendo. Naam. Naam. Mm -hmm. Vitendo inachangia pakubwa. Okay. Sana sio maneno. Okay. Empty talks haisaidi. Naam. Unaweza ukazungumza maneno ya dini matendo yako mm -hmm. na tabia yako ikakuwa mbaya isimwathiri mtu katika moyo Mm -hmm. Unaweza kukosa kutamka maneno ya dini lakini matendo yako ikawa ni dawa no. Nikupe tu mfano kidogo. Mm -hmm. Leo tukiangalia katika dunia kuna nchi inaitwa Indonesia no. Indonesia leo ndio inaongoza kwa watu. In fact is the most populated country. Mm -hmm. Is the most Islam, most populated Islamic country in the world <laughs> with more than 250 million million population yake mm -hmm, ambaye ni Waislamu mm -hmm. Leo Uislamu meanzia yani, tuseme u-hii Uislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad mm -hmm. ye yeah. akileta -pale, pale Maka ikianza, imeanza kidogo taratibu mm -hmm. E, but ukiangalia Saudia yeyote na nchi za kiarabu yote ukicombine, haifikii haifikile population ambayo kwamba iko Indonesia okay, but Uislamu ilifikaje vitu Indonesia okay? Je, kuna dawa ilienda pale, watu walienda kupeleka dawa no pale okay? Uislamu ilienda kwamba ni wafanyi biashara walienda makans Muslim makans walienda kule okay, kupeleka Uislamu, ay, kupeleka kufanya biashara yao mm -hmm, but they were Muslims no, no. Na walikuwa na the best yani, nitakwambia walikuwa na tabia nzuri mm -hmm. so watu pale Indonesia ni walikuwa waabudu masanamu na mambo kama yale ambayo hayafai mm -hmm. Then wakaona kwamba hao watu wana tabia nzuri no. Kiwango kwamba akina mama wazee wakawa wanaambia watoto wao kuweni kama kina fulani mm -hmm. Kuweni kama kina fulani, so ile tabia ile attract ikawa hao ni role model, kila mtu anataka kuwa kama wale so watu wakaanza kushika zile tabia na Uislamu ikaanza kushika hivyo, bila ya wale ku, kusema, kusema, lakini tabia yao nzuri, uaminifu wao, uzungumzaji wao, tabia nzuri mm -hmm. kukaa kwao mm -hmm. na majirani namna ile, ukarimu wao mm -hmm. ikapendeza watu, watu wakaiga, watu wakaanza kuingia kwa dini Kweli. hivyo na leo ime sweep the whole of Indonesia. mm -hmm. kwa hiyo tabia nzuri mm -hmm. na vitendo vizuri ni daawa sio, mm -hmm. kuzungumza peke yake naam na hivyo basi, sisi Waislamu tutambue, sisi ni mabalozi katika hii dini yetu tukufu. Tuendelee, tuwajibike no. Tujipambe na sifa njema, tufanikishe matendo mema. Na kwa wale ambao si Waislamu uh, wasichukie Uislamu kwa sababu wameona Muislamu akifanikisha mambo fulani, kwa sababu Uislamu umekamilika, lakini mwanadamu hajakamilika exactly. Eh, lakini ole wako wewe ambaye utamfanya yule ambaye si Muislamu achukie Uislamu mm. kwa sababu mm. ya matendo yako exactly. Na sisi tujitahidi tu mabalozi wa dini hii yetu tukufu na kama ulivyosikia eh, umefahamu kuwa mwenda zake atazikwa hii leo saa saba huko Nyeri, na kama nilivyoeleza uh, marehemu Yusuf Wambugu alikuwa mmoja wa mashehe wa dini ya haki, na umeeleza mengi mengi zaidi kumhusu. Hivyo basi, naomba kwa wote walioguswa na msiba huu waungane nasi katika kumwombea marehemu apate pumziko la milele na rehma Mwenyezi Mungu amsamehe, amrehemu daima, eh, amweke mahali pema pamoja na wema, tukutanishe sote kesho peponi. Amen, amen. Naona dakika 32 zimekatika baada ya saa sita, hivyo basi ningependa nikupe fursa mpenzi msikilizaji, ingia hewani, uh, tuma risala zako za rambirambi, uh, dua zako pia tutazipokea hapa, kwa sababu naamini mashabiki wengi wake familia ndugu jamaa wanatusikiliza hivi sasa, ingia hewani, wape pole na pia dua zako muhimu uh, tuwa dua zako kabla wa wame tupe kisogo. Lakini tunavyoendelea kutuma risala za rambirambi, ningependa shehe wetu kize shabiki FM. Hello, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wa barakatuh, karibu nam Ramadan Mufet. Kwanza na mashukuru Mwenyezi Mungu, na pia huyo ndugu yetu ako hapo pia anampongeza kwa sababu ya juhudi ambaye anayoifanya, na tunatuma rambi rambi kwa huyo ndugu yetu ambaye ni Yusuf Wambugu ambaye amezungumzia, kwa sababu inalidanaa eion katika ulimwengu si tunaishi imetegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa maana tunajua ya kwamba hii dunia a tunapita -hmm. Wazazi wetu mababu zetu, na wazazi wetu na wote ambao wanaoishi katika dunia, kauli iko hapo ni kwamba kila mwanadamu bakali yake dunia. Kwa maana Mwenyezi Mungu mwenyewe amezungumzia, akasema kulu nafsin saa ikatul mauti, kwa sababu kila mwanadamu anasema kajiwanja aliyo maa mauti, na hata hakuna njia yoyote ya kuepa kuoa. Lakini vyema kwa wale ambao wako katika mkononi mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu ukiwa unafuatilia maagizo yake Subhanahu wa taala, ukiwa unatoka, ukiwa katika ati ya wema, basi utakuwa huko katika neema yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kuliko wakati utoke duniani ukiwa katika njia ya giza ya shetani. Kwa hivyo tunatoa pole kwa vynu vyetu sisi ambao hatuwezi kufika Nyeri, lakini tunamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala

Sote mimi nakumbuka, namkumbuka hata si mgeni kwangu sana, katika nyakati hizo sote. Kwa hivyo tunaombea dua dua duana jamaa zake wote, Mwenyezi Mungu shahra azidi kuwapa subira ii, e, na wao pia wakuwe na-na uvumilivu wa kuweza kujua ya kwamba Mwenyezi Mungu sukanao hatara yoyote diali hata mbaya mpaka ifike hio, e, yeyote hapo katika dunia lazima ufike katika njia yoyote ile ambayo unaweza kuishi. Naam, maisha mengine. Ndio mtu akifa anaanza maisha mengine ambaye inaitwa maisha ya barzakh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Karibu. na lilahi waina ilayhi rajiun. Maze iuzuni, mmhm manze, kupoteza huu shehe wetu. Naweza kumbuka akikuja hapa DC, manze kutufunza, mmhm. Na Mwenyezi Mungu amjalie, ajalie aingie peponi, amin, amin, amin abarakatu bila shaka, shehe wetu hivi sasa ni marehemu Yusuf Wambugu, wanakumbukwa kwa wema. Ni sisi tuzidi kumkumbuka katika dua zetu. Ikra FM hadao m. Waalaikum salam, karibu. Tunazungumzana nani, kutoka wapi? Naam. Na napatia masala so, salatunamwombea dua Mungu ampee subura, um, familia pia nami namwombea dua Mungu amkejanatili. Na mimi naomba Waislamu tusome dini kwa biki. Mimi huwa nasikia uchungu mashia wakikufa, lakini nasikia vibaya yote mm -hmm. Ah, mm -hmm. Labda kwa wakati utakuja tafuta baadaye eh? namba ya family kwa sababu tuko na mpango pia ya kuangalia vile tunaweza kuwasiliana na family mm, na vile vile e, chochote kile ya kusaidia. Kwa hiyo kwa sasa namba hatuna, lakini tutatafuta baadaye. Naam. mm -hmm. Uh, shukrani. Uh, kwa kweli kwa sote ambao tumeguswa na msiba huu tuungane. Naam. Kumuombea shehe wetu. Naam. Hello.

mashabiki uh, ni sisi tuzili kumkumbuka katika dua uh, zetu. Kumbuka marehemu Sheikh Yusuf Wambugu alikuwa ni nguzo muhimu uh, katika kueneza mafundisho ya dini, na alijitolea kwa moyo wake wote katika huduma ya kiroho na kijamii. Na mchango wake hauwezi kusahulika katika kuelimisha, uh, kuongoza na kuhimiza maadili mema miongoni mwa waumini na jamii kwa ujumla. Namuona shabiki mpendwa Ali wa Umoja ametuma ujumbe asema, uh, tulikuja na tutarudi kwake kwa uzuri uh, namkumbuka kwa kipindi uh, cha dini ya haki, anaomba Mwenyezi Mungu amrehemu. Shukrani sana uh, Ali wa Umoja eh, sababu watu leo wana ujumbe kweli. Shukran shehe wetu. Namwona shabiki ametuma za kisalamu, alaikum salam, asema ni mama Maria Mwakangwari. E, asema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kweli ameshtuka, nasema ameshtuka sana kusikia kifo cha mwenda zake shehe Yusuf Wambugu. Amemwombea dua njema, Mwenyezi Mungu amjalie pepo ya juu zaidi na familia ndugu, jamaa awape subra. E, shukran, naona kweli muda hauturuhusu kuendelea. Uh, naona pia Sauda wa Ruai amemuugia pia pepo na amewapa pole familia ya mwenda zake. Wengi wengi shehe, naona wametuma pole zao na wengi wamewajibika kumkumbuka shehe eh, Yusuf Wambugu ambaye hivi sasa ni mwenda zake katika dua zao. Kwa kweli, sisi tuzidi tuzidi kumkumbuka katika dua, wote waliotangulia mbele ya haki tuwakumbuke katika, haki, uh, katika Naam. Naam. Na dua na wetu kwa kumkumbuka na wote mbele sheikh wetu tukamilisha wangu kwa kumkumbuka sheikh na wote waliotangulia mbele ya haki. Kwa hiyo namwombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wa Ta'ala amsamehe makosa yake amlipe Am, zile amali zake mm -hmm. zote ulizozifanya mm -hmm, amlipe Am, jana Allahumma ghfir lahu waarhamhu waafihi wa'fu anhu waakrim nuzulahu waasilhu bilmai walthalaji walbarad